Lakini Yanga nadhani wanafahamu fika kuna ubora ambao wanaupata kwa Yao Kuoassi akiwa fit, ndio maana wameamua kuendelea kumwamini. Uzuri wa Yao Kuoassi alisha prove kwamba yeye ni beki wa namna gani, mmoja kati ya mabeki bora kabisa. Kwangu mimi kiukweli ilikuwa ukimuondoa yeye na Shomali Kapombe mm. hawa ndio wanaoweka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mabeki bora zaidi kwa upande wa kulia wapo wengine wapo kuna Usaji Mwekenda mm. lakini bado unaona huwezi huwezi kumweka Usaji la, la, la, la kwa mm. kwenye daraja yao kwa kile ambacho amekuwa akionyesha. Wapo wengine pia kwenye ligi kuu wanafanya vizuri, lakini Yao alikuja akiwa bora zaidi, amekuja amefanya makubwa zaidi, amekuja ni kama vile alikuwa anatoa darasa kwamba ndinzo kulia atakiwa cheze vipi eh, amekuwa mfano kwa watu wengine, lakini pia namna ambavyo amekuwa na hali ya kujiamini, ubora mkubwa hata baada ya kuumia ilionekana kama kama vile Yanga pengine upande wa kulia kungekuwa kuna shida, na ndio maana pia unaona kuna wakati alikuwa anacheza Dennis Nkane, unaona kama afiti, na huwezi kumlaumu kwa sababu sio nafasi yake kiasili, lakini pia alikuja akacheza mpaka Dickson Job. Dickson Job alikuwa anacheza namba mbili, na kumbuka wakati mmoja alikuwa anasogezewa kucheza, lakini bado unaona kama kuna kitu kimepungua hivi kwa sababu ya ubora ambao tayari ndiyo, yao alienda kuonyesha kwenye, uh, kwenye, kwenye, kwenye hilo eneo ni kama vile ambavyo uh, eneo la ushambuliaji la Yanga bado kuna kivuli cha Mayele kinawasumbua kwamba nani ambaye anaweza kuja kuifanya kuwafanya watu wakamsahau Mayele bado mm -hmm. Yani wanakuja watu uh, yuko Prince Dube anafanya vizuri sana, lakini bado yani watu wanaona yani mbona kama Mayele ndo alikuwa bora zaidi, atuwezi kupata mtu kama Mayele na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine hiyo pia ilimfanya Yao mm -hmm. kuwa moja kati wa ya wabeki ambao wamekuwa wanapata nafasi, ndomaana pia hata komenti za mashabiki wameona kama vile wameshukuru, wame, wame, wame amerudi, maanake tutapata ubora ule ule au atakutu, tumepata mtu ambaye eh, pengine changamoto za, ulinzi wa kulia ingawa Israel Mwende naye anafanya vizuri kwenye eneo la kulia sasa. Lakini uh, kwa mwalimu kwa timu hii ni faida, kwa sababu unakuwa na watu ambao uh, anayeanza anayetokea benchi unakuwa na kiwango kimoja kwenye timu hii ni faida, kwa sababu kama unakuwa na mchezaji ambaye anakuwa bora zaidi alafu tofauti anayeanza na anayetokea benchi inakuwa ni kubwa mm, kwa timu hiyo huwa inakuwa ni athari in, inakuwa inakuwa ni changamoto kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huyu mmoja akipata changamoto labda na kadi au ameumia au vyovyote, labda na matatizo ya familia hayupo kwenye timu, kuja huyu mwingine na asifikie performance ile ya huyu, inaonekana kama vile kuna kuna kuna, kuna gap kubwa sana kwenye, kwenye kati ya viwango vyao. Kwa hiyo kuwepo kwe, kurudi kwa kwa Yao na hata kwa mwalimu pia kutampa wigo mpana wa kuweza ku, kufanya kikosi kuwa kina kina kina kina wanasema kina, kinakuwa kipana kikosi ili kuweza kushiriki mashindano mengi, na wana Champions League, wana kombe la shirikisho la CRDB, wana ligi kuu mm ya Tanzania bara, mashindano ya aina tatu tofauti. Na hayo yote unapozungumza Yanga maana yake ni kwamba wanatamani, ama malengo yao ni kufika mbali zaidi. Sasa, sasa unafikaje mbali kama una kikosi kidogo, huwezi. Manake, hapa sasa unaweza ukawagawanya kwamba mchezaji huyu anacheza na kombe la shirikisho la lab, huyu anaweza akatusaidia kwenye ligi kuu, huyu anaweza katusaidia Champions League. Itategemea na ubora na, na, na fitness ambayo mchezaji atakuwa nayo. Kwa hiyo nafikiri taarifa nzuri sana, na moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vina vinawafanya Yanga waendelee kupambana zaidi ni kurejea kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawapo.